Isaya 43 kuanzia aya kwanza. Nitasoma Neno la Mungu lasema hivi: lakini sasa Bwana aliyekuhuruku, ee Yakobo, ee aliyekuumba e Israeli, asema hivi, usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, we uwangu upitapo, katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakuharakisha Uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakunguza. Maana mimi ni Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, mwokozi wako. Nimetoa Misri kuwa ukombozi wako, nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako. Kwa maana ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda; kwa sababu hiyo natoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Usiogope maana mimi ni pamoja nawe. Nitaleta wazao wako toka mashariki, nitakukusanya toka magharibi; nitaiambia kaskazi, toa nayo, kusi usizuie. Waleteni wana wangu katika mbali na binti zangu kutoka misho ya dunia, kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu, niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu; mimi nimemuumba, nami nimemfanya. Walete vipofu walio na macho na viziwi walio na masikio na wakusanyeni mataifa yote kabila zote na wakutanike. Ni nani miongoni mwao awezaye kuhubiri neno hili na kuyaonyesha mambo ya zamani? Na walete mashahidi wao wapate kuhesabiwa kama kuwa, kuwa na haki au wa, na was, wasikie wakaseme ni kweli. Ninyi ni mashahidi wangu, asema Bwana, na mtumishi niliyemchagua mpate kujua na kuniamini na kufahamu ya kuwa mimi ndiye, kabla yangu hakuumbwa Mungu awai yote, wala baada yangu nami hata kuwekwe mwingine. Mimi na, nam mimi ni Bwana, zaidi yangu mimi hapana mwokozi. Nimetangaza habari, nimeokoa, nimeonyesha na hapakuwa Mungu wa kigeni kati yenu. Kwa sababu hiyo, ninyi ni mashahidi wangu, asema Bwana. Mimi ni Mungu, nam tangu siku ya leo mimi ndiye, wala hapana awezaye kuokoa katika mkono wangu. Mimi natenda kazi, naye ni nani awezaye kuizuia? Hili ndilo neno la Bwana. Marko mtakatifu mlango ule wa kumi kuanzia kifungu cha 46 hadi mwisho. Wakafika Yerko, hata alipokuwa akishika aki njia kutoka Yerko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo Batimayo, yule mwombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, Mwiteni wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake akaruka akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka ni nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Na hilo ndilo neno la Mungu. Kushukuru Mungu kwa ajili ya masaa na muda huu. Mfalme, pokea sifa na utukufu, maana wewe ndiye mweza wa yote. Fungua masikio yetu tukasikie usia kutoka kwako, na ukaweze kuinuliwa na kuhimidiwa, na ni katika jina la mwana Yesu Kristo tumeomba tukiamini zungumzia kuhusu imani inayomleta mtu kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Imani inayomleta mtu kwa Yesu. Tukiangalia Marko mlango wa kumi ni sehemu ya mwisho katika kitabu hiki. Katika, katika mlango huu ambapo Yesu anaelekea Yerusalemu na kabla ya kifungu hiki tulichosoma huku nyuma mstari wa, wa arobaini na tano inazungumza jinsi Yesu alivyokuja kwetu sisi Marko 10:45 inasema, kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hakuja kujisifu duniani ama kwetu sisi alikuja, maana yeye alitumwa kama mjumbe kwetu sisi. Bwana asifiwe. Na mstari wa arobaini na nne tunapata Yesu alikuwa katika matembezi yake, zile shughuli zake za kawaida za kutafutatafuta yale aliyokuja kwayo. Bwana Yesu asifiwe. Wakafika Yeriko, hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo, Batimayo yule mwombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Bwana asifiwe. Amen. Yesu hakuja aende Ikulu ama aende katika hawa viongozi wetu walio na nyadhifa kubwa kubwa Bwana Yesu asifiwe. Alikuja kwa ajili ya mimi na wewe, masikini wenye dhambi, wenye, wenye uhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Alipokuwa katika njia akielekea Yeriko, walikuwa wanaenda kwenye zile shughuli zake za kawaida, ndipo akapatana na Batimayo. Bila shaka huyu Batimayo ni mtu mwenye alisikia habari za Yesu. Huko nyuma akasikia kuwa Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu anasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile sisi tunavyopata shida tunajua kuna mahali fulani kuna mwombezi, akili zetu zimechotwa na waombezi. Mpaka tutafanya bidii, tutafanya juu chini, hadi tupatane na yule mwombezi kwa ajili ya kuombea ili shida zako ziishe. Una imani kabisa, ukifika kwake shida zako zitaisha, kama tulivyosoma mstari wa 46 alipo alipofika Yeriko, mahali tu kwa kawaida ambao watu hupita siku zote, wanapita katika shughuli zao za kila siku, ndio batimayo alipokaa akiombaomba pale akakutana na Yesu. Hapa tujue kuwa Yesu yuko mahali popote. Unapoenda kazini, Yesu yuko unapoenda jikoni unapoenda popote pale Yesu anapatikana. Usingoje uwe na shida kubwa ndio useme ah, acha nimtafute Yesu, acha niombe, acha nifanye hivi. Usingoje tukio kubwa ili ukutane na Yesu maisha yako ya kila siku, omba kuwa katika uwepo uweponi mwa Yesu ama uweponi mwa Mungu, maana Yesu anaona kila mahali, utakapokuwa yeye yuko hata uende wapi, hata ukaamua kumkimbia huko huko utakapoenda, huko huko utakapokimbia utampata huko huko. Tuwe watu wa kuomba kila wakati, mahali popote. Usijali huyu atasema nini, ama hawa watafanya nini. Kuwa na lengo moja, unataka kumwona Yesu ili mambo yako yaende vizuri. Bwana asifiwe. Jambo la pili, imani ya kweli haivunjwi na vikwazo. Imani ya kweli haivunjwi na vikwazo. Tukiona Batimayo alivyokuwa na imani ya kumwona Yesu, na alikuwa na matumaini makubwa sana. Hakujali kelele za watu, hakujali wanasema nini, hakujali ule mvutano Walile kundi lilikuwa linamfuata Yesu, lengo lake lilikuwa moja, imani yake ilikuwa thabiti. Ndipo alipopata alivyopaza sauti, Yesu akasikia sauti yake, ilikuwa juu ya wale wote waliokuwa wanamzuia, wanamwambia nyamazi. Katika maisha yetu Tusiruhusu vikwazo vya aina yoyote vituzuie ama vitingishe imani zetu. Tuwe na msimamo, tukijua tunaelekea wapi. Tusitingishwe na umbea wa majirani, tusitingishwe. Atasema nini? Usijali ma, majirani ama wafanyikazi wenzako atasema nini? Nenda kwa msimamo wako. Jambo la tatu, Yesu husikia kilio cha imani. Yesu akasimama akasema, wakamwita yule kipofu wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia wataka nikufanyie nini yule kipofu akamwambia mwalimu wangu nataka nipate kuona Yesu husikia kilio ukiwa na imani thabiti kile unachoomba kile unachomlilia Mungu sikio lake sizito yeye anakutimizia maana anajua moyo wako uko vizuri, anajua moyo wako uko na matumaini kwake. Haezi kusita kusitasita kukubariki ama kutimiza haja ya moyo wako. Tukiangalia mfano huyo huyu huyu, Batimayo alilia akapaza sauti, aliitana Yesu mwana wa Daudi, nihurumie. naye Yesu akasimamisha ule umati, akasimama akasimamisha zile vitu alivyokuwa anafanya, na akasema aitwe Batimayo, aitwe maana alisikia kilio chake kwa imani ya Batimayo. Unapomwendea Yesu kwa imani, unapomwita unapopaza sauti kwa imani Yesu atajibu haja ya moyo wako, jibu lako litapatikana kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jambo lingine la nne, imani huleta mwelekeo, na si mwelekeo tu hivi hivi, mwelekeo mpya wa maisha yetu, maana Bartimayo aliponywa kimwili na pia aliingia katika ufuasi wa Yesu. Maana alivyoponywa hakurudi nyumbani, alimfuata, akijua hapa kuna mazuri, hapa kuna uzima, hapa kuna mafanikio. Ya nini niende nyumbani? Huyu mtu ameniponya. Siku nyingi nimetarajia uponyaji kutoka kwake, sikupata hakuna aliyenipeleka. Jinsi tulivyo sisi wanadamu, utapata mtu ana shida zake, anaweza kuelezea, ama hata asipokuelezea ukijua yuko na shida, uko na ule uwezo wa kumsaidia, si umsaidie? Sisi tumezoea kuachana hivyo hivyo na shida zetu. Umejua we shida yako itatatuliwa vipi? Hata pengine yule unayemwacha ndiye atakayekusaidia wewe, unamwacha hivyo hivyo na shida zake lakini bahatimayo hapa alipopata uponyaji, akawa mfuasi wa Yesu. Alisema, simwachi, maadamu amenisaidia. Simwachi, nitapambana naye, huku atakakoenda niko na yeye. Akamfuata. Katika maombi yetu ya kila siku, tuweke imani yetu kwa Yesu. Maana Yesu si suluhisho la shida za, zetu tu, bali ni mwanzo wa maisha mapya. Anapotusaidia, anapotusuluhishia shida zetu, matatizo yetu, tumfuate, maana pale pale ndipo tunapata mwanzo mpya, tunakuwa na furaha, yaani maisha yetu yanaenda vizuri, ila usirudi nyuma ukikanyaga gea ya kuenda mbele, nenda fuatana na Yesu, yeye atakusaidia, atakuongoza, atakuongoza popote. Utakapoingia kile unalohitaji, atakupa mwelekeo. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe kama hao watu wa kawaida wakiwa na shida wanatafuta msaada, wakipata wakiona washasaidika, wanarudi waki, wasikumbuke kuwa shida zinapata mtu wakati wowote. Shida hii ikitoka ikiisha, pengine kunakuja shida nyingine. Mbona usiambatane na huyu mwenye nakusaidia, ukijua yeye ni msaada kwako? Mbona wachane naye? mbona umsimange? Mbona umwambie kila kitu chenye hakifai, uonekane wewe ni mwema, kumbe wewe si mwema? Akikusaidia, peana zile sifa zake. Batimayo hapa, aliposaidika, aliambatana na Yesu, na lazima alishuhudia yale, yani mambo aliyopewa ama aliyofanyiwa na Yesu hakunyamaza. Pengine angenyamaza angemfuata na asingemfuata angesema mambo mengine tofauti, lakini akamfuata, akawa mfuasi wa Yesu, maisha yake yakabadilika, yakaendelea vizuri, yaka, akaanza kunawiri pengine baadaye huko mbele Alikuwa anajifanyia shughuli zake za kila siku, akisaidia hata wengine, maana yeye amesaidika. Tunaposaidika tusiseme vibaya kuhusu yule aliyetusaidia, acha kilicho na sifa kipewe sifa. Ndipo Mungu unapomwomba anatimiza haja ya moyo wako, maana anajua huyu mwanangu ananiamini, ananitumainia, ananisifia kwa kila kila mtu. Bwana asifiwe! Isingekuwa imani ya Batimayo hangepata uponyaji. Tuwe na imani kama Batimayo. Tukijua tunaelekea wapi, tukijua tunataka nini, tusiwe watu wa kubabaika, tuwe na mwelekeo. Tunapomfuata Yesu, atatusaidia kwa kila kitu, atatuongoza. Yeye atakuwa kiongozi wetu katika shughuli zetu za kila siku. Kila jambo takalolienenda liko mbele yetu, anatusaidia. Iwapo kuna majaribu yanatukujia, yeye hutupa maarifa ya kupambana na hali hizi. Maadui wanapotuvamia, yeye anatuongoza, anatuelekeza aidha tukimbie ama tupambane na hizo hali, na anatusaidia. Bwana asifiwe. Siku ya leo Yesu yuko ndani ya maisha yetu, hapa ulipo, hata ukitoka pale nje, hata ukiwa peke yako, yeye yuko anapatikana katika kila jambo. Tuelekeze kwake na mambo yetu yatakuwa sawa. Yeye atatuponya nafsi zetu, atatupa maisha mapya, na tumfuate yeye, tusifuate wengine, tumfuate Yesu peke yake, usiwe na njia mbili mbili huku unataka na huku unataka, hueleweki. Tuwe na msimamo tufuate Yesu na mambo yetu yatakuwa sawa na tuombe. Baba, katika jina la mwana Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya masaa uliokuwa pamoja nasi. Himidiwa Mungu, maana hakika wewe ni mwema. Acha Bwana mafundisho yako akatutawale na akatupe mwelekeo ili tukakufuate, kaweze kubadilisha maisha yetu. Pokea sifa na no utukufu, maana hakika wewe ni mweza wa yote, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini.